Naitwa jina naitwa Anipha Swedi. Nimeteseka muda mrefu sana sana sana, nilikuwa nikipata mwanaume ananikimbia, nilikuwa sijui kosa ni nini. Nafikia hatua najifikiria kwa nini niko kwa duniani, lakini baadaye nikapata washauri wakaniambia, wewe, kinachokusumbua, nenda kwa waganga. Nikazunguka kwa waganga, kwa kweli kwa waganga nimezunguka. Wengine wananiambia umerogwa, lakini mganga mwingine akaniambia amna, hii ni mizimu ya kwenu inataka uifanyie kazi. Akasema mi sina uwezo, akasema basi leta elfu thelathini nikaifunge. Akasema sawa, hizo hela nikamtumia, sikujua kama alifunga. Hao hamna, nikaona teseka na maliza miezi mitatu bila kula, kusinzia hamna, sipati usingizi. Nikaenda kwa mganga mwingine akasema hiyo mizimu nataka ufanyie kazi. Nikasema sawa, atakubali lakini uwezo wangu ni mdogo. Akasema lazima upate laki nane kumaliza mambo yote. Akasema mi sina uwezo. Akasema sasa kama unataka kutafuta taratibu, nenda kanunue vifaa vidogo vidogo. Akasema sawa. Akasema nenda nunue shuka leupe, ununue zile shanga za mkononi na zile milinga. Akasema sawa, nikanunua. Akasema, baada ya miezi mitatu tena ujitahidi, nikavinunua nikampelekea, ndipo akafanyaje. Akasema baada ya miezi lazima ufanye kazi yao, ukikataa kufanya kazi yao vitakufunga kila kitu. Akasema sawa, nikaene. Yule mganga aliamua kuondoka, nikampigia simu, akasema mimi kuja huko hamna, labda utafute mwingine. Nikakaa hivyo hivyo, nateseka hivyo, kama ni mwanaume anaipikimbia hivyo hivyo, yani maisha yangu yanakuwa, yani maisha mabaya mno, nateseka kabisa. Nikipata kazi ni kuugua, nafukuzwa kazini, maisha yangu yakawa magumu hivyo. Lakini ipofika hapa kwa Nabii nikasema, kila kitu mi nataka nikabidhi, sitaki uganga tena, mambo ya uganga siyapendi. matuonyeshe hii ilikuwa na kujifunga. Hebu jifunge tuone. Mengine bado yako nyumbani kama ni kuki, lakini iko mbali, mganga. Hizi ni za kuvaa hizi, hmm, za kuvaa mkononi. Lakini bado walikuwa nasema, andaa na mengine, uandae kiti, kuna mengi mengi, sijui masinga, sijui nini. Yaani mengi, matambaa meusi, nikuwa bado. Kwa hiyo hapa ungekuwa mganga rasmi. Haleluya. Lakini nawaomba ndugu zangu, msije mkaendelea na kazi hizi. Kama unajua kwenu kuna mizimu basi jikabidhi kwa nabii au mchungaji yeyote yule. Ay, uh, leo umetuletea sasa, ili tuchome hivi <laughs> ni vya kuchoma na vingine vilivyobaki kama mikuki, lazima watavileta. ni vituma vilete vichomwe. Amina, makofi ya kwa hizi ulizinunua? hizi If... yes, nilizituma mganga kawa ameniletea. Kwa hizi za mganga niza mm-hmm. ko ungeweza kutabiri mi hapa sijui, labda kama ningekamilisha, lakini nikuwa sipendi sana yaani kazi hiyo, ila nikulazimisha baada ya maisha yangu kuwa magumu Ameni. Amen. Amen. Niko na mganga wa kienyeji hapo <laughs> Tumependeza. Kwa hiyo ina maana haya ni magano, tupitie moto. Enda ukachome, mwenyekiti tia moto, chome hata hapo.

au ayo magano ya uganga maagano ya mizimu ambayo amekuwa akifunga maisha ya Anipha, maagano yote leo tunayateketeza na, na tunayaharibu kwa jina la Yesu. kwa jina la uh, Yesu Kristo, kila hagano juu ya Anifa, maagano ya mizimu, maagano ya uganga wa kienyeji na ya kumfanya kuwa mganga, kwa mamlaka niliyonayo kama kiongozi wa Jamhuri ya Mbinguni, ninapiga kwa jina la Yesu na kuanzia sasa ninawachinja, amna mamlaka tena uganga. Ninaunyonga na maisha yake mnayaachia, ninamfungua rasmi kuanzia leo katika jina la Yesu. Tangu sasa ni Anipha mpya, aliyetakaswa na Yesu. Sema hamen, maana amefunguliwa. Amka Anipha fungu amka, amka, mpe Yesu makofi kumi. Umeteketeza <tipos> <tipos> na moto hapo, yaangalie. Sema Bwana Yesu na kushukuru kwa kuniokoa na kuniponya na roho za uganga na za mizimu na za mizimu. Kuanzia sasa na kili ukombozi mikono, Baba, nambariki Anifa, kuanzia sasa afanyike kuwa kichwa na ele na kila jambo nayolitamani kwenye maisha yake, tangu sasa nampatia kwa damu ya Yesu, amen.